Naam, shukrani sana mtazamaji karibu tena. Na Waziri wa Elimu Julius Migos Ogamba amewahakikishia wakuu wa shule za upili na wazazi kwamba shilingi bilioni 14 za muhula wa kwanza zilizo chelewa kutolewa zitatolewa hivi karibuni. Akizungumza katika mkutano na wadau wa taasisi za mafunzo ya kiufundi yaani TVET mjini Eldoret, Ogamba amewataka wakuu wa shule watakaorudisha wanafunzi nyumbani, kwani juhudi za kutatua swala hilo zinaendelea. Waziri alihakikishia umma kuwa uh, kufikia Septemba, mtindo mpya wa ufadhili wa vyuo vikuu utaanza kutumika na kumaliza changamoto za awali za ufadhili. Wa waziri wa Elimu Julius Migos Ogamba ametoa wito kwa wakuu wa shule za upili kote nchini kutowarudisha wanafunzi nyumbani kutokana na kucheleweshwa kwa utoaji wa fedha za muhula wa kwanza wa masomo. Ogamba alithibitisha kuwa wizara yake inashirikiana kikamilifu na wizara ya fedha kutoa shilingi bilioni 14 wakitarajia kuwa shida hiyo itatatuliwa kufikia juma lijalo. 14 billion um, very, very. Akizungumza wakati wa mkutano wa robo mwaka wa wakuu wa TVET katika chuo anuwai cha kitaifa cha Eldoret, Ogamba alisisitiza kuwa ingawa serikali inagharamia elimu ya sekondari Wizara inafanya kila juhudi kuhakikisha fedha hizo zinafika shuleni haraka iwezekanavyo. I just want to assure the country that as a government we are doing something about the release of that capitation and going forward we are working on mechanisms to ensure that the capitation is actually released on time so that we do not have these challenges that the head teachers and the pupils are going through. Waziri huyu alithibitisha kuwa jopo loteuliwa na rais kurejelea na kutathmini mageuzi muhimu linakamilisha ripoti yake kuhusu mtindo wa ufadhili wa masomo katika vyuo vikuu ifikapo Septemba mwaka huu once it is finalized we will ll we'll discuss the recommendations therein and how they have dealt with the teething problems that were there in the previous model so we are doing something on that aspect so that come September when the new cohort is joining they will be utilizing a model that is fit for purpose that does not have the challenges that the previous uh, model had Ogamba alitoa wito wa uadilifu zaidi na utaalamu katika taasisi za umma, akionya dhidi ya utovu wa nidhamu au kuingiliwa kisiasa. Pia aliangazia mpango wa serikali wa kusajili vijana milioni 3.5 hadi 4 katika mpango wa TVET kwa ajili ya kukuza ujuzi na ujasiriamali. Ben Chumba, Darubini.